Bwana awe nanyi. Somo la Injili Takatifu lilivyoandikwa na Marko sura ya saba mstari wa thelathini na moja mpaka wa thelathini na saba. Tukufu kwako e Bwana. Yesu alitoka katika mipaka ya Tiro akapita katikati ya Sidoni akaenda mpaka bahari ya Galilaya kati ya mipaka ya Dekapoli. Wakamletea kiziwi naye ni mwenye utasi, wakamsihi amwekee mikono. Akamtenga na mkutano faragani, akatia vidole vyake masikioni mwake, akatema mate, akamgusa ulimi, akatazama juu mbinguni Akaugua akamwambia "Efata," maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka, vifungo vya ulimi wake vikalegea, akasema vizuri. Akawaonya wasimwambie mtu, lakini kadiri alivyozidi kuwaagiza, ndivyo walivyozidi kutangaza habari. Wakashangaa mno kupita kiasi, wakinena, ametenda mambo yote vema viziwi awafanya wasikie na bubu waseme. Akatazama juu mbinguni, akapiga kite, akamwambia efata maana efata funguka. Kiziwi na bubu anawawakilisha wote ambao masikio yao yamefungwa hawawezi kusikia injili ya Kristo na hawawezi kumsifu Bwana kwa midomo yao. Mtume Paulo anatuambia watu hawawi na imani kupitia maono au ujumbe kutoka kwa malaika, bali kupitia neno la Mungu ambalo linatangazwa na watangazaji wa Injili. Tusome Warumi sura ya kumi mstari wa kumi na saba. Tumwombe Mungu afungue masikio yetu na kufungua ndimi zetu, atuambie efata. Ndugu zangu, kuna mambo ambayo yanaweza kuzuia kumtangaza Kristo kwa ujasiri. Mambo haya ni kama woga, kusitasita, kutosoma alama za nyakati, na kwa hiyo tunakuwa tujiamini na tunashindwa kumtangaza Kristo kwa ujasiri. Tunahitaji masikio mapya ambayo hayajazibwa na ukabila, hayajazibwa na ubaguzi wa rangi, haujazibwa na matabaka, na wala haujazibwa na maamuzi mbele. Unapokuwa na maamuzi mbele, huwezi ukaona ukweli wa kitu Make masikio yako yamezibwa na ulimi wako nakuwa mzito. Tumwombe Bwana afungue midomo yetu, nasi tutalisifu jina lake takatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.